Salari ya kwake Nameless inatufungulia episodi yetu ya, ya 32 ya Wanangu Podcast. I am your host good luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the rap addict, na nakukaribisha sana katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. Nameless anatukumbusha kuhusu kuhaso, anatukumbusha kuhusu umuhimu wa fedha, lakini vilevile vile anatukumbusha kutuchukuliana poa, maana hata kama ndo maana anakwambia, hata kama sifai tai. Yeah, aimanishi kwamba ndo unichukulie poa, au sio? Kwa hiyo message ipo kwenye huu wimbo na is one of the east Africa's classics Uh, na ndio maana nimeupiga leo hapa kwenye Wanangu Podcast. Lakini speaking of kutafuta kazi, speaking of kufanya kazi kazfy, uh, kuna kitu kinaitwa Jumatatu ambacho watu wengi wanaofanya kazi aidha wameajiriwa au wamejiajiri wenyewe, uh, huwa kinawasumbua kidogo, na utajiuliza kwa nini? Kwa sababu tukizungumzia weekdays, hizi ni siku ambazo makampuni mengi ndo yanakuwa yanafanya kazi. Tunazungumzia Jumatatu, Jumanne, Jumanne, Jumatano, Alhamis Ijumaa, kuna makampuni wanaenda mpaka Jumamosi na no, makampuni mengine wanafanya kazi throughout, lakini sana sana weekdays ni hizo tano. Kwa hiyo, Jumatatu ndo siku ya kwanza ambayo watu huenda kazini kutoka weekend. Kwa hiyo na maana akitoka Ijumaa anapumzika ile siku ya Ijumaa, anapumzika Jumamosi, anapumzika Jumapili na inapofika siku ya Jumatatu ndo sasa tunarudi tena kazini kutoka kwenye mapumziko mafupi, mvutano wa kisaikolojia kwamba kesho tunatakiwa niwepo kazini. Yani, the fact kwamba kesho natakiwa niwepo kazini tayari inatengenezwa homa kwenye kichwa cha mtu kwamba inakuaje? Kwaje? Mbona mwili wangu kama umesha relax sana kwenye hii weekend? yes, kwamba kurudi kazini tena imekuwa kama ni ni, ni utata sasa. Leo ndo tuko kwa ajili ya kuzungumzia hilo swala zima la Jumatatu, kwa nini inakuwa hivyo, kwa nini watu wengi wanahisi kwamba pengine Jumatatu ni siku ambayo inakuwa ngumu kwao kidogo kuweza kujikuta kwamba wakienda kwenda kazini kunakuwa kuna kugumu kidogo, nakua mili nakua mzito kwenda kazini, tofauti na kwamba kishaenda Jumatatu, Jumanne, Jumatano, kidogo mwili unakuwa ushazoea, kwahiyo anamalizia wiki kiurahisi zaidi. Kwahiyo leo tuko kwa ajili ya kudiskas hiyo swala la Jumatatu na pengine kutoa solution, kwamba kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika ili kusovu hiyo tatizo, kwa sababu kama unajisikia vibaya kisaikolojia kile inapofika Jumapili juma, juma mchana kuelekea jioni Uh, kwa sababu ya the fact kwamba kesho ni Jumatatu natakiwa upo kazini au shuleni, pia ni swala ambalo kidogo natakiwa litafutiwe solution. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hili tatizo, lakini via, pia tuko hapa kwa ajili ya ku offer solution uh, ya namna gani unaweza kufanya ili kuepukana na hiyo situation, au sio? Kwa hiyo stay tuned. Mjengee mwanao utaratibu wa kujisomea kwa kumnunulia vitabu. Wanangu Books ni wasambazaji wa mtandaoni wa vitabu vya kiada na ziada kiada kwa maana ya vitabu vinavyokubalika katika mitaala ya shule zinazopatikana katika nchi ya Tanzania ziada kwa maana ya vitabu ambavyo viko nje ya mitaala ya shule lakini vina uwezo wa kumwongezea mwanafunzi ufahamu so piga namba 0766711808 namba ambayo vile vile inapatikana kwenye WhatsApp ujipatie kitabu chako leo unasikiliza wanangu podcast So bila kupoteza muda tukienda moja kwa moja kwenye kuangalia ni kitu gani hasa ambacho inaweza kawa kinasababisha uh, watu kuchukia Jumatatu. Na sababu ya kwanza ambayo naweza kuifikiria ni kwamba kwa sababu Jumatatu ndio ina mark uh, kule kuisha kwa weekend, kwasababu tumesema mtu aenda kazini kwanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwahiyo Ijumaa pale jioni anza akafanya mambo yake, akarelax Jumamosi akarelax Jumapili akarelax. Kwahiyo Jumatatu ndo nakuwa sasa mwisho wa ile relaxation n yani, kwamba bwanae kulabata kwako ndo kunaishia hapa, leo unatakiwa kesho uanze kazi. Na ndo maana kwa watu wengi sasa inakuja kuwa ngumu, kwa sababu ah, yani, unajua naturally mili yetu haiko, ikisha relax kidogo inakuwa ngumu kurudi kwenye hali ya kawaida ya kufanya kazi, na nafikiri ndo sababu mojawapo ambao inafanya Jumatatu inakuwa ngumu sana kwa watu wengi, kwa sababu ulikuwa unafanya vitu ambavyo ni vya vya kwako wewe binafsi ambavyo vinakufanya relax, kama ni kuangalia movie, kama ni kutoka, kama ni kutembea na nini, vitu ambavyo ni tofauti na vitu ambavyo unafanya kazini. So the fact kwamba kesho unarudi kwenye ule mtiririko wa kila siku wa, wa matukio especially ya kazi, inakuwa ngumu kidogo kisaikolojia kukubaliana na hiyo hali kwa sababu unajua, unaenda kubana kidogo na ule uhuru wako wa kufanya vitu vyako wewe kama wewe, um, unabadilika kidogo. Kwa mfano hata time ya kulala kama unaenda kazini ukiwa okay, unajua kabisa, kabisa kama kesho unabidi bidii uende kazini hata time ya kulala kidogo na bidii uwai ili uweze kuamka kiurahisi kwa sababu ukichelewa kulala, kuamka asubuhi inakuwa mtiti zaidi. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio ambavyo vinapelekea watu kuona kama Jumatatu ni siku ambayo inakuwa inakuja kuwa ngumu kwa kutokana na nature ya kwamba over the weekend wanakuwa wanapumzika, na hivyo Jumatatu inakuwa ndio siku ambayo ina max sasa kurudi kwenye kwenye kazi. Sababu nyingine nadhani kutokana na kwamba ukweli kwamba unakuwa umepumzika siku mbili kutoka Ijumaa, umepumzika Jumamosi mosi umepumzika Jumapili na Jumatatu unaenda kazini. Kwa hiyo most of the time unakuta kwamba kazi zimepile up yani, zile kazi kwamba ukienda unajua kabisa nikienda leo Jumatatu asubuhi tayari kuna, kuna lundo la kazi kutokana na kwamba kuna siku mbili ambazo haukuepo kazini. Kwa hiyo obvious, inakuwa ni siku ngumu kidogo kwa watu wengi ambao wa wanafanya kazi ambazo zinaweza zika Zime pile up over the weekend. Kwa hiyo, mtu anakuwa anakuwa mzito kidogo anajua, leo, kwa la, la kazi zinakuwa zile, zile zimekusanyika na zimekuwa nyingi. Hiyo hiyo pia ni fact ambayo inaweza ikasababisha mtu kuwa mzito kidogo kwenda kazini siku ya Jumatatu kwamba ametoka kwenye mapumziko. Sababu nyingine nadhani ni kubadilika kwa ratiba ya kulala kwa sababu uh, inapokuwa inapokuwa ni weekend let's say Jumamosi uh, ni rahisi kwa wewe kuingia kwenye ule mtego wa kusema okay, ngoja leo nichelewe kulala kwa sababu kesho ni Jumapili siendi kazini, si ndio? Kwa hiyo unakuta umeba, umebadilisha ile, ile ratiba ya kulala. Na kwa sababu umeibadilisha, mwili na wenyewe una unakuwa sasa unachanganyikiwa kwa sababu Jumamosi let's say, labda Ijumaa ulichelewa kulala kwa sababu kesho ni Jumamosi, okay Jumamosi pia umechelewa kulala kwa sababu kesho ni Jumapili. Sasa ile Jumapili kwenda Jumatatu unakuta mwili umeshaanza kuadapt ile kuchelewa kulala A, tofauti na hii katikati ya wiki ambayo unajua bisa kesho kazini, unawahi kulala. Kwa hiyo kutokana na hiyo unakuta pengine usingizi umepile up au uh, labda uh, mwili wenyewe tu umeshaanza kuzoea ile kuchelewa kulala kidogo. Kwa hiyo unaweza ukachelewa kulala, And then kuamka asubuhi na kuwa utata kwa sababu umechelewa kulala, kwa hiyo. Hiyo ni factor moja hapo ambao unafanya pia watu wa waichukie Jumatatu ambao inafanya watu wawe wazito siku ya, ya Jumatatu. Sababu nyingine bila shaka ni, ni ni social media, ni mitandao hii ya kijamii ambayo sisi wenyewe tume tumeianzisha kama binadamu na sisi wenyewe tunaitumia na tumeiinfluence, lakini mwisho wa siku inakuja kutu influence sisi wenyewe kwa sababu hizi memes, haya masiara masiara ya kwamba okay, kesho Jumatatu bwana, yani unakuta saw we are having fun tunacheka na nini, lakini ni vitu ambavyo baadaye vinakuja tena kuingia kwenye our psychology na kutu affect sisi wenyewe, kwenye kutaniana kwamba bwana kesho Jumatatu, sitaki kusikia kuhusu kazi, sitaki kwenda kazini na vitu kama hivyo ni masihara, na of course social media zipo kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kutufurahisha na kutufanya tu enjoy maisha, apart from serious issues ambazo tunazipitia kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo there's no problem when it comes to that, lakini at the end of the day inaweza kukuletea wewe mwenyewe pia, uh, ile feeling ya kwamba kumbe siko peke yangu, kumbe kuna watu wengi ambao wana feel kama mimi kwamba hawataki kwenda kazini Jumatatu au they don't feel like working at all, wanatamani kuwa wawepo nyumbani tu na vitu kama hivyo, inaweza kakuletea pia wewe mwenyewe. Sasa ile the fact kwamba ukaona kwamba hii sasa ni reality kwamba ukikumbe, tuko wengi ambao tuna feel like this, kwa hiyo pengine ni kitu cha kawaida, na uka ukaipitisha, uka hii mande mande hate kama inavyokuwa hashtag kwenye mitandao kwamba okay, mande hate, mande hate kwa, kwa okay, hiyo inakuwa Kadri, kadri siku zinavyozidi kwenda inaku, inakuja kuwa ni kitu halisi hata kama kilianza kama masehara. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, hashtag zinavyokuwa nyingi, inavyokuwa spread across social media duniani kote, inakuja kuwa kitu kamili, inakuja kuwa kitu halisi hata kama kilianza kama utani. Kwa hiyo social media tunazi influence lakini mwisho siku zinakuja kutu influence wenyewe kwenye maisha yetu ya kila siku na hivyo kuchuki, kuchukia Jumatatu au wazito siku ya Jumatatu. So baada ya kusikiza hizo sababu tofauti tofauti, ambazo zinaweza zikasababisha watu kuichukia Jumatatu au kwa una uvivu uvivu pale siku ya Jumatatu navyokaribia, ni wakati muafaka sasa umefika wa kuangalia solution sasa ni namna gani ambavyo tunaweza tukapata suluhisho ya tatizo hili ambayo tumeliona na mimi na experience nilipitia, ambayo niliipitia ambayo ilinibadilisha mimi, ilinifanya nibadilishe huo mtazamo wa kwanza kuchukia Jumatatu au kuwa mzito mzito siku ya Jumatatu. Na akumbuka at the time nilikuwa nasoma kitabu cha Maya Angelou inaitwa All God's Children Need Traveling Shoes. Uh, baada ya kumaliza kusoma hicho kitabu, huwa kusoma kitabu na tabia moja, nikimaliza kusoma cha mwandishi fulani au documentary, naenda online mara nyingi. Mwandishi za, za, za Maya Angelou wa vitabu, lakini vile vile ni mshairi, lakini vile vile ni mwanaharakati wa kupigania haki za za watu Uh, kutoka nchini Marekani ambaye kwa sasa hivi amefariki lakini ni mtu ambaye ana jina kubwa na anafahamika sana kwenye ulimwengu kwa, kwa ujumla. Kwa hiyo katika kuangalia interview zake YouTube kuna interview moja niliona na alisema kitu kimoja ambacho kiliresonate na mimi hapo hapo, na ndio kikapelekea mimi kubadilisha mtazamo wangu kuhusiana na, na Jumatatu. Alisema if you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema kama hupendi kitu fulani kibadilishe, kama okay, huwezi kukibadilisha badili mtazamo wako. So kwenye scenario ambayo tuko nayo hapa, jinsi gani huo msemo unaweza uka ni jinsi gani huo msemo unaweza uka ukawa applied sasa kwenye situation ambayo tuko nayo, let's say kuna mtu uh, hapendi Jumatatu kwenda kazini Uh, uu msema unaweza kamsaidiaje? Okay, anasema if you don't like something change it. So let's say labda umeajiriwa sindio, umependa kwenda kazini Jumatatu, kutokana na kwamba labda pengine inakulazimu kuwahi kuamka au vitu kama hivyo. So how do you change it? Cha kwanza ambacho unaweza ukakifanya, pengine unaweza ukaanza kufanya biashara yako mwenyewe ambayo ikawa free, hiyo ikakufanya wewe free zaidi, uamke muda unaotaka kuamka. So that's changing the situation, lakini if you cannot do that What you can do is to change your attitude, kubadilisha mtazamo wako kuhusiana na siku ya Jumatatu. Kwa hiyo instead ya kuiona kwamba ni siku ambayo labda ni ngumu au ni siku ambayo uh, inakuletea shida au ni siku ambayo ina, ina, ina majukumu mengi, anza kubadilisha mtazamo wako na kuweka kwenye positive side zaidi, kwa sababu attitude imeganyika katika sehemu mbili, kuna negative attitude na kuna positive attitude. Kwa hiyo negative attitude ndio hiyo kwamba kesho, okay, ah, Jumatatu kutakuwa kuna kazi nyingi hiyo bla, bla, bla, bla, bla. Ni negative attitude. Kwa hiyo to change that attitude kubadilisha huo mtazamo ni kufanya u, kuto, utoke kwenye hasi uje kwenye chanya. Kwa hiyo ni kwanza kuviona vile vitu vyote ambavyo ulikuwa unaona kama vinakuzingua huwa ni vitu vya muhimu na umaanishe kwamba okay, so from now on this is what I'm gonna do. Instead of hating on Monday, I'm going to start loving it kwa sababu I have to be there, I have to work, I have to do everything that I have to do ili niendelee na huu mfumo wa maisha ambao niko nao kwa sababu there is no way unaweza ukabadilisha kwamba wiki ikawa inakuja bila Jumatatu. Yaani, instead of kuwa na wiki tano, kuwa na siku tano, tuna siku nne kwamba wiki inaanzia Jumanne, na hata kama ungekuwa una uwezo kuifanya wiki iwe na inakuja na siku nne kwamba inaanzia Jumanne, Jumatano, Alhamis na Ijumaa. Guess what, Jumanne ndo ingekuwa Jumatatu mpya, kwa maana ya kwamba kwa tungekuwa tunakaa nyumbani Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Kwa hiyo Jumanne tungekuwa tunaichukia Jumanne kuliko hata tulivokuwa tunaichukia Jumatatu, kwa sababu nao unakaa nyumbani siku tatu. Kwa hiyo kurudi kazini ingekuwa ni ngumu zaidi, maona. Kwa hiyo I think kitu pekee ambacho naweza kufanya As long as you cannot change, uh, the fact kwamba Monday itakuja. You have to accept it kwamba ipo na itakuja, and in accepting it, you have to also change your attitude from negative to positive, na uvipende vitu vyote ambavyo unavifanya hiyo siku ya Jumatatu kwa sababu if you do something with love, utaifanya kiufasaha ki na utaifanya kiukamilifu na hivyo positivity inaongezeka zaidi kuliko negativity kwa sababu

Ubadilisha mitazamo ya vitu vingi kwenye maisha, lakini kitu ambacho naweza kakitolea mfano zaidi ni hiki cha kuichukia Jumatatu au kuwa mvivu siku ya Jumatatu. so now I'm free kama ni Jumapili mchana is okay. Kesho kazini I'll be there, I have to be there, I'll be there. haina shida. kwa nime, nime shusha, nimetoa ule mzigo ambao ulikuwa nao kichwani wako, ok. oh, kesho Jumatatu usijui nitafanyaje. I don't think about it. Na kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia on top of that ni kuwa prepared ili kupunguza ule mzigo wa Jumatatu, you have to be prepared. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye ambavyo unatakiwa uvifanye siku ya Jumatatu asubuhi, unaweza kuvifanya mapema ili vikupunguzie mzigo hiyo uh, siku ya Jumatatu iwe rahisi wewe kuamka na kufanya vitu vyako faster na kwenda unakotakiwa kuwepo. Kwa hiyo hiyo ndio solution ambayo kwa upande wangu mimi nime experience and it work, na mpaka sasa hivi inafanya kazi kwa sababu sina tena hiyo hate ya kwamba okay, kesho Jumatatu, okay kesho I have to do this, and this, and this. Yo, yeah that's it. mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya thelathi na mbili ya Wanangu Podcast. I'm your host good like Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the rap Addict, and remember Monday will always come.